Viongozi wa makanisa sasa wanawataka wanasiasa kutuliza kelele za siasa na badala yake kuwahudumia Wakenya. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit amesema nyuzi joto za sasa zinazidi kupanda, zaidi ya mwaka mmoja unusu kabla ya uchaguzi mkuu. Naye askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Nyeri Anthony Muheria ameonya dhidi ya suala la ukame nchini kuingizwa siasa, akisema kuwa hatari kubwa, kama anavyotuarifu sasa kama amau kipute cha mwaka 2027 kikionekana tayari kuwekwa gia kwenda mbele, viongozi wa kidini wameanza kutahadharisha dhidi ya siasa zilizoongezeka miezi 18 kabla ya uchaguzi mkuu. Askofu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit aliyezungumza ACK St Peters Cathedral huko Kisumu amewarahi wanasiasa kupunguza makali yao anayosema tayari yanatahadharisha umoja wa taifa. We want to plead to, with all of us and especially the politicians. Now let us tone down divisive politics. Let us speak in love. Let us be truthful to our people and make sure that we serve the purpose which God has given us as leaders. Sapit aliyewanyoshea kidole kwa kutelekeza majukumu waliochaguliwa kuwafikia na badala yake kushiriki kujiandaa chaguzi zinazofuata wangali afisini

Msimamo wake umejiri huku askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Nyeri Anthony Muheria akionya dhidi ya siasa za ukame na kiangazi. Muheria anasema ikiwa siasa zitaupikwa uhalisia wa mambo basi huenda kukawa na hatari ya vifo. We must not play the politics of drought, the politics of those vulnerable. We must not use them as our means of gaining popularity. We must not weaponize drought.